Kuanzia Mheshimiwa Rais alivyozindua dira ya mwaka 2050 lakini vile vile siku anaapishwa, lakini vile vile, vile vile, maeneo mengi amekuwa akisema na yeye mwenyewe ameahidi ajira milioni nane itakapofika 2030. Sasa, pamoja na kwamba ajira hizi zitachangiwa na maeneo mbalimbali, eneo ambalo sisi tunalitegemea linaweza kuchagiza ajira kwa wingi ni eneo la viwanda vidogo vidogo lakini vile vile Mheshimiwa Rais ameeleza matarajio yake ndani ya siku mia moja. Moja, mmelizungumza lile la fedha, mfuko ule wa bilioni mia mbili, lakini tumeahidi mitaa ya viwanda kwenye kila wilaya, na ni jambo ambalo utekelezaji wake lazima uanze kuwekewa mikakati ndani ya siku hizi mia moja. Kwa hiyo sasa sisi katika wizara yetu ya viwanda na biashara yule ambaye tutamtegemea kwenye kiasi kikubwa sana kwenye utekelezaji wa ajenda hiyo ni SIDO. Kuelekea hizi siku mia moja lile la kwanza la commitment yetu kwenye bilioni mia mbili ni lazima likamilike, na ninawaomba likamilike kwa wakati. Lakini sasa lapili, la pili la kuhusiana na mitaa ya viwanda tunaendelea kulichakata. Naibu katibu mkuu yuko hapa, ninawaagiza nyie pamoja na SIDO na wengine wote wizarani tuanze kulifanyia kazi ni kwa namna gani tunaweza kuliendea. Sio la kwetu peke yetu, lina wadau wengine, lakini kwa sababu sisi ndo tunalibeba ni lazima tuwe mstari wa mbele, tutoke kwenye comfort zone to speed to fast track ili mambo yaonekane kwamba yanaanza kufanyika. Uzuri tayari tuna foundation, tuna foundation za kimikoa. Sasa ni muhimu kuweka foundation ya kwa namna gani tunaanza kulitekeleza kwenye wilaya. Sisi tunapenda kutengeneza mazingira wezeshi vijana wapate ajira. Kwa kweli hayo ndo matokeo mwisho wa siku vijana wapate ajira. Kwa sasa tunapoendelea huko mbeleni, pia ni lazima tuwe tuna segment maalumu inayowahusisha vijana, lazima tuwe tuna segment maalumu. Nimefurahi hapa mmesema kwamba kwenye ajira hizi, yani kwenye kila kitu, kama ni mashine, kama ni vipuri, kama ni viwanda, kama ni ajira, yani parameta ya kwanza ni lazima tuseme tumewafikia vijana kwa kiasi gani na hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Raisi kwamba kwenye kila jambo tunalolifanya, every strategy that we have, kundi maalum la kwanza la kufikia ambalo tutapimwa nalo ni kwa namna gani tumeweza kuwafikia vijana, kwa sababu tunawazalisha wengi, kwa bado ni jukumu letu kuhakikisha tunaendelea kuja na mikakati ambayo itawasaidia kwenye masuala ya kiuchumi. Mheshimiwa Rais ana mategemeo makubwa sana. Kwa hiyo sasa na sisi wizarani pia tumelibeba hili kuhakikisha kwamba haturudishi nyuma mategemeo hayo, na mimi ninaamini tutashirikiana kwa pamoja. Nimekuja hapa, nitawapa ushirikiano wa kutosha. Tunatambua kuwa mwamko wa wananchi kuhitaji huduma za SIDO umeongezeka, hivyo kuleta changamoto dhidi ya uwezo mdogo wa kibajeti katika kuyatekeleza. Uongozi umeona ni vyema kubuni namna namna mbadala za shirika unaloweza kutekeleza majukumu hayo na kutoa jawabu kwa wananchi wote wanaotamani kujiajiri kwa kuwekeza katika sekta ya viwanda vidogo. Aidha, namna mojawapo ya kuweza kutekeleza majukumu yanayotarajiwa na wananchi ni kuongeza uwezo wa ndani wa shirika kiutendaji. Bodi ya wakurugenzi ya SIDO imeanzisha mpango wa uwekezaji kwenye maeneo yanayomilikiwa na SIDO yenye fursa za kibiashara kwa njia ya ubia na sekta binafsi. Bodi inaamini kuwa hatua hii itakuwa ni mwarobaini wa kuimarisha taasisi kiutendaji, kwani itaweza kuongeza mapato ya ndani ya shirika ambayo yatatumika kuwahudumia wananchi ipasavyo. SIDO ni taasisi ambayo ni nguzo muhimu sana katika kutekeleza dira na majukumu ya Wizara ya Viwanda na Biashara, na hii taasisi ndio injini ya kuendeleza viwanda vidogo na kuongeza mchango wa sekta ya viwanda katika uchumi wa taifa na umuhimu wake. Sasa kurudia kwa sababu amesha kusema pale, lakini kwa kifupi wamesema kuhusu kuendeleza viwanda vidogo na uchumi shindani, kutekeleza ajenda uh, uh, uh, ya uwekezaji uchumi wa viwanda na ajira, kukuza mazingira ya wezeshi ya biashara ya business environment reform uh, kuchochea uongezaji thamani katika sekta za kipaumbele, kuimarisha ushindani na ubora wa bidhaa, yaani quality and standards, ambapo wanashirikiana na TBS TFDA na WMA na taasisi nyingine, lakini pia wanachochea mauzo ya nje maana ya export readiness, utafiti ubunifu na teknolojia. Pia wanafanya kueneza maendeleo ya viwanda katika mikoa yote, wanafanya uratibu wa programs za kikakati za serikali. Kwa hiyo hapa zetu zote ambazo wanazifanya na sisi tukiwa tunawasimamia, ni shughuli ambazo mtambuka wanazotakiwa kuzifanya na kuhakikisha kwamba tunafanikiwa, na hasa kama unavyofahamu Mheshimiwa Waziri, sasa hivi katika nchi yetu, uh, kile kizazi ambacho ni watu wengi zaidi ni kundi la vijana.